Karibu sana na leo, tumepata nafasi hapa ya kuweza kuketi na ndugu yetu Tumaini Eli Joni, yeye ni mkuu wa kitengo cha ununuzi na ugavi kutokea halmashauri ya Babati. E, tuko naye hapa akiwa ni mtaalam wa maswala ya ununuzi na ugavi na tutazungumza naye mengi ambayo yanahusiana na hii sekta nzima ya ununuzi. A, sasa hivi tuko tunao mfumo wa kielektroni wa NeST mfumo um, ambao ndo unatumika kwenye kuchakata maswala mazima ya tenda za serikali mm. Kwanza tufahamu uh, kwenye tasnia hii ya ununuzi wa umma umeanza kufanya kazi mwaka gani? niko kwenye tasnia hii ya manunuzi mm. E, kama ulivyosema niko toka elfu mbili na sita elfu mbili na sita. Yeah. Okay. Sasa, uh -huh, nikiwa kama nilianza kama afisa wa kawaida mpaka sasa hivi ni mkuu wa kitengo cha manunuzi tupe uzoefu wako kutokea elfu mbili na sita mpaka hii leo elfu mbili na ishirini na tano Najua hapo mmepitia uh, mifumo mbalimbali mbali kwenye sekta hii ya ununuzi wa umma uzoefu uh, wako kwenye mfumo wa NeST ukoje? Kwanza ni shukuru serikali ya awamu ya sita mm, kwa uruhusu na kuwezesha mfumo wa manunuzi ya umma serikali ya Dakta Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha mfumo huu wa manunuzi ufanye kazi kwa sababu kwa sisi watu wa siku nyingi tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana mm. E, kwenye gharama za manunuzi, kwa maana ya kwamba e, wakati ule nukuu za bei zilikuwa lazima zisambazwe kwa kutembeza, upeleke kwa mzabuni huyu, upeleke mzabuni wa pili, zisizopungua tatu zile. Kwanza zilikuwa zina zinapoteza muda, lakini kulikuwa kuna changamoto ya uwazi mara nyingine e, tulikuwa tunapata kesi za za zinazohusiana na rushwa. mm-hmm. E, tunapata changamoto za kuhojiwa, lakini toka mfumo umeletwa yeah. Unaondoa e, ile elementi ya mwanadamu kuhusika kwenye manunuzi kiasi kwamba e, nukuu za bei zinapelekwa zinatangazwa kwa uwazi, dunia inaona kupitia mfumo, kupitia mfumo wa manunuzi wa Nesti kwahiyo ni kitu kikubwa sana kimetusaidia sana, kimetusaidia sana kwa sababu hata wakati ule ilikuwa inasemekana, japo mimi haijawahi kutokea, kuna wengine walikuwa wanampeleka hata kwa mzabuni mmoja, alikuwa anaandika zile nukuu za bei, na hivyo mchakato wa manunuzi haukuwa wenye uwazi na uliokuwa unaendeshwa kwa, kwa, kwa uwazi, lakini pia kwa kuwa fair. Hmm. Katika hizi moduli ambazo zimeongezeka kwenye mfumo wa Nesti na wewe unautumia mfumo wa Nesti, hmm. Uh, uzoefu wako ni upi, zinafanyaje kazi na faida zake ni zipi? Kwanza kabla sijaja huko hmm. faida nyingine ambazo za huu mfumo mpya wa manunuzi ni kule kusomana na mifumo mbalimbali, kumekuwa msaada sana. Kwa mfano, wakati wa zamani ulikuwa unaweza ukafanya kazi na mfanyabiashara ambaye leseni yake imeisha muda. Hmm. Lakini kwa sasa kwa kupitia mfumo wa Nesti ni ngumu kufanya kazi na mfanyabiashara ambaye leseni yake imeisha muda kwa sababu mfumo wa Nesti unasomana na BRELA, unasomana na mifumo mingine ya ya, ya kiserikali. Kwa hiyo lazima mzabuni anayeingia kwenye mfumo wa Nesti awe ni mzabuni anayefuata sheria zingine zote za serikali. Kwa hiyo ni, ni mfumo ambao pia unasaidia mapato ya serikali, lakini pia unawezesha kufanya na wazabuni ambao ni halisi, sio wazabuni wababaishaji. Wababaishaji ndio faida kubwa. Lakini tukija kwenye swala la hizi moduli mpya zilizokuja, kwa kwa kwa mfano mfano mfano usimamizi wa mikataba e, kwa mfano moduli moduli ya mazungumzo, kwa mfano moduli inayoruhusu wazabuni kusaini mikataba e, ni, ni, ni ni, ni module ambao zinawezesha sasa sasa hivi sasa, kufanya manunuzi kwa viwango vya kimataifa kwa viwango ambavyo vinaonyesha uwazi wa hali ya juu. Kwa mfano mkataba kwa sasa, hatua zote zile za mkataba unavyotekelezwa kuanzia kusaini mpaka utakapokamilika, zile module zinarahisisha ufuatiliaji. Hata mamlaka yenyewe ya manunuzi ya umma kwa maana ya PPRA inakuwa ina uwezo wa kufuatilia utekelezaji wa shughuli zote za manunuzi za taifa hili la Tanzania, kwa ku, kwa kuhakikisha kwamba wanaziona kupitia mfumo wa manunuzi, lakini pia inamrahisishia hata accounting officer kwa maana ya afisa masuri kuona utekelezaji wa kila siku wa mikataba mbalimbali iliyoko katika taasisi yake. hiyo ndio faida kubwa. mm. okay. uh, sheria ya ununuzi wa umma pamoja na serikali tumeona imetoa maelekezo. mm. Uh, kwamba na ime, imesisitiza hmm, kwamba uh, kutoa zabuni za upendeleo maalum kwa vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Sasa nyinyi kama halmashauri ya Babati mmejipanga vipi kuweza kufikia hili kundi eh, kwa ukubwa zaidi? Kwanza, kuwajumuisha makundi maalum ni takwa la kisheria kwa sisi halmashauri ya wilaya ya Babati kwa kupitia maelekezo ya mkurugenzi wetu kwa sasa tumeshaanza na kundi maalum la vijana na wanawake, na tumeshawasajili, tumewapatia mafunzo na sasa wanaomba kazi zao kwenye mfumo, na kwa sasa wameshaanza kufanya kazi za usafi, usafi wa mazingira, usafi wa majengo na wa, wa, wa, wameanza pia, pia kuombwa na watu wengine, kwa sababu wanaonekana kwenye mfumo. Kwa hiyo tumewajengea uwezo na tunatarajia kwa mwaka huu wa fedha kupitia e, e, kupitia mpango wa manunuzi wa mwaka huu tutoe tena mafunzo kwa kushirikiana na idara ya maendeleo ya jamii, tutoe mafunzo kwa kundi la mafundi ili kuwawezesha watu wa, wa, wa, wa, wa kada hizi ambazo e, ni za chini, wa, watu ambao wana kipato cha chini kuweza kunufaika na mfumo huu mpya wa manunuzi mm-hmm. Ni waombe wa zabuni e, sasa hivi mamlaka ya manunuzi ya umma imetoa nafasi ya kutoa mafunzo bure. E, wameweka tarehe zao kwenye mfumo. Tunaomba wazabuni mbalimbali, wenye nia ya kufanya biashara zilizo halali na kufanya kazi za serikali mwene mkahudhuria yale mafunzo, kwa sababu ni mafunzo muhimu yanayowawezesha nyie kupata ujuzi wa kuweza kuomba zabuni za serikali. Lakini kikubwa zaidi tunachowaomba eh, wazabuni na wafanyabiashara mbalimbali wa Tanzania ni kwamba Nesti sasa hivi inapunguza au kabisa inaondoa rushwa. Kwa hiyo utakapohitaji kufanya zabuni au kandarasi za serikali, nenda Nesti, mambo yote ni safi. mm. Okay huyu alikuwa ni Tumain, uh, Tumanieli Uh, jioni, mkuu wa kitengo cha ununuzi na ugavi kutokea halmashauri ya Babati. Nadhani kuna moja ama mawili utakuwa umeyapata kutokea kwake, na namna gani hasa mfumo wa NeST unavyofanya kazi na umerahisisha uh, maisha kwenye sekta hii ya ununuzi wa umma. Mimi ni Sona Tanduka, balozi wa mfumo wa NeST.